jana wa nyumbani mwako, pia amani iwe pamoja na vyote ulivyo navyo. Nasikia kuwa huu ni wakati wa kukata kondoo manyoya. Wachunga mifugo wako walipokuwa pamoja nasi, hatukuwatendea mabaya, na wakati wote waliokuwa huko Karmeli, hakuna chochote chao kilichopotea. Waulize watumishi wako, nao watakwambia. Kwa hiyo uwatendee wema vijana wangu, kwani tumekuja wakati wa furaha. Tafadhali wape watumishi wako na mwanao Daudi chochote kitakachokuja mkononi mwako kwa ajili yao. Watu wa Daudi walipofika, wakampa Nabali ujumbe huu kwa jina la Daudi, kisha wakangojea Nabali. Akawajibu watumishi wa Daudi, huyu Daudi ni nani? Huyu mwana wa Yese ni nani? Watumishi wengi wanakimbia kutoka kwa bwana zao siku hizi. Kwa nini nichukue mkate wangu maji yangu na nyama Niliyochinja kwa ajili ya wakata manyoya wangu na kuwapa watu ambao hakuna anayejua wanakotoka? Watu wa Daudi wakageuka na kurudi, walipofika wakaarifu kila neno. Daudi akawaambia watu wake, jifungeni panga zenu. Basi wakajifunga panga zao, naye Daudi akajifunga upanga wake. Watu kama mia nne hivi wakapanda pamoja na Daudi na watu mia mbili wakabaki na vifaa. Mmoja watumishi akamwambia Abigaili mkewe Nabali, Daudi alitumwa wajumbe kutoka jangwani kumpa bwana wetu salamu zake, lakini akawavurumishia matukano. Hata hivyo watu hawa walikuwa wema sana kwetu, hawakututendea mabaya. Wakati wote tulipokuwa nje huko mashambani karibu nao hatukupotewa na kitu chochote. Usiku na mchana, walikuwa ukuta wakituzunguka wakati wote tulipokuwa tukichunga kondoo zetu karibu nao. sasa fikiri juu ya jambo hili na uone unaweza kufanya nini kwa sababu maafa yanakaribia juu ya bwana wetu na nyumba yake yote. Yeye ni mtu mwovu kiasi kwamba hakuna mtu awezaye kuzungumza naye. Abigaeli akafanya haraka akachukua mikate mia mbili, viriba viwili vya divai, kondo watano waliochinjwa, vipimo vitano vya bisi, vishada mia moja vya zabibu kavu, mikate mia mbili ya tini akavipakia juu ya punda, kisha akawaambia watumishi wake, tangulieni mimi nitakuja nyuma yenu. Lakini hakumwambia Nabali mumewe. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake kwenye bonde la mlima, tazama Daudi na watu wake wakawa wanatelemka kumwelekea, naye akakutana nao. Daudi alikuwa amesema, ilikuwa ni kazi bure kuchunga kwangu kote mali za huyu mtu huko jangwani kwamba hakuna chochote chake kilichopotea, yeye amenilipa baya kwa ajili ya wema. Bwana namshughulikie Daudi tena kwa ukali, ikiwa kesho asubuhi nitambakizia mwanaume hata mmoja aliye hai miongoni mwa watu wake wote. Abigaeli alipomwona Daudi, akashuka haraka kwenye punda wake, akainama kifudifudi uso wake mpaka nchi mbele ya Daudi, akamwangukia miguuni pake na kusema Bwana wangu, kosa hili naliwe juu yangu mwenyewe. Tafadhali mruhusu mtumishi wako aseme nawe, sikia kile mtumishi wako atakachosema. Bwana wangu na asimjali huyo mtu mwovu, na bali yeye anafanana na jina lake, jina lake ni mpumbavu na upumbavu huenda pamoja naye. Lakini kwangu mimi mtumishi wako sikuwaona hawa watu waliotumwa na bwana wangu. Basi sasa kwa kuwa Bwana amekuzuia wewe, bwana wangu, kutokumwaga damu na kutolipiza kisasi kwa mikono yako mwenyewe, hakika kama Bwana aishivyo na kama uishivyo, maadui zako na wote wanaokusudia kumdhuru bwana wangu wawe kama Nabali. Nayo zawadi hii ambayo mtumishi wako amemletea bwana wangu, wapewe watu wanaofuatana nawe. Tafadhali samehe kosa la mtumishi wako, kwa kuwa Bwana kwa hakika atafanya imara jamaa ya kifalme kwa bwana wangu, kwa sababu anapigana vita vya Bwana. Hata ingawa yuko mtu anayekufuatia kuondoa uhai wako, usiruhusu baya lolote kuonekana kwako siku zote za maisha yako. Uhai wa bwana wangu utafungwa salama kwenye furushi la walio hai na Bwana Mungu wako lakini uhai wa adui zako atavurumishwa kama vile jiwe kutoka kwenye kombeo. Bwana atakapokuwa ameshamtendea bwana wangu kila kitu chema alichoahidi kumhusu yeye na kumweka kuwa kiongozi.